Arusha hoye! Arusha hoye! Mbona mnaitika kwa unyonge? Arusha hoye! Makonda hoye! Ndumbaru hoye! Mama Samia hoye! Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu yangu, kaka yangu Christian Paul Makonda, mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Dkt. Damas Daniel Ndumbaru, mbunge na waziri wa Katiba na Sheria, katibu wetu wa chama mkoa, komredi Msadadi Matoloka, ndugu yangu kakaangu Amza Saidi ambaye ni mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Joseph Tadeo mbunge na mwakilishi wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala katiba na sheria, kaka yangu Misaili Msa rasi mkoa wa Arusha, viongozi wote waliotambulishwa wa taasisi, vyama, viongozi wetu wa dini na wananchi wa Arusha, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niseme matatu kwa ufupi. La kwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako, naomba uniruhusu ni nimshukuru sana waziri wetu wa Katiba na Sheria Dkt. Damas Ndumbaru na timu yake ya wizara na sekta ya katiba na sheria, kwanza kwa kutualika sisi wizara ya maendeleo ya jamii tuje tushiriki uzinduzi wa kampeni ya huduma ya msaada wa kisheria Mama Samia kwa mkoa wa Arusha, lakini pia kwa kuhakikisha sisi wizara yetu ambayo inaratibu masuala ya wanawake, wazee, watoto na makundi maalum ndani ya jamii tunakuwa sehemu ya kampeni hii ambayo imekuwa ikitekelezwa nchi nzima. Lakini kama haitoshi, mheshimiwa mgeni rasmi Dkt. Ndumbaru waziri wetu pamoja na katibu wake mkuu kakaangu Eliakim Chacha Maswi na watendaji wote, tunawashukuru kwa sababu pamoja na kwamba hii kampeni hiizinduliwa na Mama Samia na amekuwa akigharamia, lakini wamebeba maono yake, wakayaweka kwenye vitendo kuhakikisha Watanzania wanaoratibiwa na wizara yetu ambao ni wanawake, lakini wajane, wagane, wazee watoto wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na watu wenye ulemavu wanafikiwa kikamilifu na huduma za kisheria katika kuhakikisha wanapata haki, lakini wanalindwa dhidi ya vitendo vya ubaguzi na ukatili. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Katiba na Sheria na sekta nzima wametekeleza kwa vitendo eneo namba tano la mpango wa taifa wa kutokomeza vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambalo limetaka sekta ya sheria kuhakikisha wanasimamia na kutunga sheria zitakazowalinda manusura dhidi ya vitendo vya ukatili, na moja ya mkakati ni utumiaji wa msaada wa kisheria ili kuwafikia wananchi popote waliko kuhakikisha wanapata haki. Lakini mheshimiwa mgeni si rasmi haitoshi sekta ya sheria wameweka kanuni kupitia mamlaka ya jaji mkuu, lakini wametengeneza miongozo ambayo inarahisisha we watu wenye ulemavu, watoto na wazee kuzifikia haki kwa wakati na bila kucheleweshwa. kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niwapongeze sana Mheshimiwa Ndumbaru, asante sana, na kwa kweli nyiye mnaupiga mwingi na mmemwelewa Mama samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma ya msaada wa kisheria si kwamba tu inahakikishia haki wa Tanzania, lakini inafikisha elimu iliyo sahihi kwa Watanzania wote kujua haki na wajibu wao, kujua namna ya kuenenda na kuishi na kunufaika na rasilimali zinazowazunguka, lakini kuhakikisha wanaishi na kudumisha amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, pasipo amani hakuna maendeleo. Serikali ya sita imejikita na imetuelekeza na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara namba moja wa kuziwezesha wizara zetu ikiwemo Wizara ya Katiba na Sheria, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Wizara ya Mambo na Ndani na wizara nyinginezo kuhakikisha tunaweka mifumo thabiti na tunatekeleza afua zinazohakikisha wa watanzania wanapata haki zao lakini wanaondokana na vitendo vya ukatili wa aina zote, watanzania hawakandamizwi wala kunyanyaswa. Lakini vilevile amewezesha wizara zetu kuhakikisha watanzania wanawezeshwa kiuchumi ikiwemo ile mifuko asilimia kumi kwa kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Sasa upo na mkopo wa machinga, na uzuri walikuwa wanaume wanalalamika, mheshimiwa mgeni rasmi, kwamba mikopo hii haiwanufaisha haiwanufaishi wao. Sasa ile asilimia kumi umri umeenda mpaka miaka arobaini na tano kwa hiyo akina baba hamo humo. Mfuko wa machinga ni kuanzia juza mpaka wa miaka kumi na minane ni wewe kwenda benki ukiwa na kitambulisho unapata mkopo. Kwa hiyo Mheshimiwa mginasi, haya na mambo mengine ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiwezesha na kutupatia fedha za kuhakikisha tunatekeleza na tunaleta na kuhakikisha ulinzi na usalama wa wananchi. Kimsingi ni sehemu ya ustawishaji wa jamii Wanarusha wa na Arusha, na Legal Aid Campaign ni sehemu ya njia za kuhakikisha watanzania wananufaika na hayo maelekezo na ukarimu wa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie kwa kukushukuru sana wewe, Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Makonda, tulikuwa nawe kwenye kilele cha siku ya mwanamke wewe ni mtu na nusu yaani, shughuli ikija Arusha inafana. Lakini pamoja na uzinduzi wa huduma ya msaada wa kisheria utakaofanya leo, wizara ya Katiba na Sheria walikuwa na sisi bega kwa bega toka tarehe moja mpaka tarehe nane pale kwenye uwanja wetu wa Sheikh Amri Abeid ambako watanzania wa Arusha na wengine walipata huduma za msaada wa kisheria. Mwisho, mgeni rasmi, tunakushukuru. Mikakati yako imekuwa kuwalenga watanzania wa daraja la chini, na mimi nina ushuhuda. Mimi nilikuwa sijawahi kuelewa kwa nini Paul Makonda atajitokeza kuwalinda watanzania popote. elfu mbili na kumi na tano tulikuwa pale Blue Pearl, nani Dar es Salaam, tulikuwa na mdahalo, mimi na yeye kama vijana wa ambao tunapigania watanzania Ikatokea vurugu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, si siwezi kusahau wema wako ulipoacha ukaja kunikinga mimi na mzee walioba na wazee wengine tusuzuliwe na vurugu zile. Kwa hiyo nakushukuru, na hiyo na inaonyesha utayari wako katika kuwalinda watu wenye mahitaji maalum. Ukujilinda wewe, ulikuwa na uwezo wa kukimbia, lakini ukasema, hapana, miongoni mwetu kuna Mpanju na ulemavu wa macho hacha niumie mimi Mpanju na mzee walioba na wengine wapone. Asante mheshimiwa, na hayo yana jihaki ya kwenye mikakati ambayo bado unaitekeleza katika kuhakikisha unahudumia wananchi wa Arusha. Wananchi wa Arusha, mna bahati hii ni dhahabu, itumieni, itumieni kwa sababu atasaidia sio tu kuleta maendeleo, lakini kuhakikisha mnapata haki zenu. Mheshimiwa, mgeni rasmi, kwa ridhaa yako nimalizie kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Huyu mama ninamshukuru mbele ya kadamnasi hii, kwa sababu tu hata mimi kuwa, kunifanya niwepo kwenye serikali yake wakati na ulemavu wa macho, ni sehemu ya kutambua makundi maalum ndani ya nchi hii, ni sehemu ya kuhakikisha Watanzania zote tunashiriki katika uongozi, lakini ni, ni kuhakikisha Watanzania bila kujali mtu unavyoonekana unapata haki zako. Nashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie kwa wito kwa Wanaarusha, jitokezeni kwa wingi baada uzinduzi, ya uzinduzi mpate haki zenu. Wanawake wagane, wajane, wazee na watu wenye ulemavu na wote wenye migogoro, tumieni nafasi hii ili muweze kusikilizwa, migogoro yenu itatuliwe. Lakini toe rai tukitaka maendeleo ya kweli Wanaarusha, tuhakikishe tunaepukana na migogoro. Viongozi wetu wa dini wamesema sisi sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na uzuri, tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwa heshima, kama tunamheshimu Mungu, ni vyema umthamini jirani yako, mthamini mke wako, mthamini mme wako, mpende na kumthamini mtoto wako, tusiwafanyie vitendo vya ukatili, badala yake tujiletee maendeleo, tujenge Arusha, tujenge Tanzania yetu. Mungu awabariki. nani kama Samia Suluhu Hassan? Mama Samia oye! Asante mheshimiwa mgeni rasmi.